Habari, karibu katika vipindi vyetu vya Royal Polyclinic na siku ya leo tutazungumzia kuhusiana na afya ya ulimi. Um, kwa haraka haraka tu ni kwamba ulimi ni sehemu ya kinywa ambayo imeundwa na misuli au kitaalamu tunasema imeundwa na maso, kwa hivyo ni sehemu ya kinywa ambayo haina mfupa lakini pia usisahau ulimi ni sehemu kubwa sana ya kinywa, lakini pia inafanya kazi nyingi sana. Sasa kama tulivyosema kwamba ulimi ni sehemu kubwa sana ya kinywa na ina kazi nyingi sana. Kazi ya mwanzo kabisa ya ulimi uh, ni kuweza kuzungusha au kubadilisha vyakula maanake, kupeleka vyakula sehemu ya kulia na sehemu ya kushoto wakati wa kutafuna. Lakini pia ulimi unafanya kazi um, ya kumeng'enya chakula, maanake unasaidia mmeng'enyo wa chakula kwa kukichanganya chakula wakati wa kutafuna. Lakini pia ulimi uh, ni sehemu kubwa ambayo inafanya kazi ya kutesti au ya ladha, na ladha zote ambazo mwanadamu anakuwa anazipata ni kwa sababu ya ulimi. Mfano ladha ya uchachu, ladha ya uchungu, ladha ya utamu, hizi zote ni kazi za ulimi. Lakini pia ulimi unafanya kazi ya kusafisha kinywa, bimaana kwamba katika sehemu za meno na sehemu za kinywa zote waga zinasafishwa kutumia ulimi. Lakini pia ulimi unatusaidia katika matamshi au maongezi. Lakini pia ulimi unatusaidia kulinda au kitaalam tunasema kuprotect kinywa. Manake vitu vyenye ncha kali vyote waga vinakuwa vina, vina vinafahamika vina au vinakuwa vinakuwa vinakuwa na ulimi. Kwa hiyo kama tulivyosema kwamba ulimi una kazi nyingi sana katika mwili wa mwanadamu, lakini pia ulimi ni sehemu ambayo tunasema kwamba inaonyesha mabadiliko mbalimbali mbali ya kimwili. Kwa mfano ukiwa na magonjwa kitaalamu tunasema systemic disease, magonjwa ya kimwili ambayo yanakuwa yanaendelea. Ukiwa kuna uh, kitaalamu tunasema ukiwa kuna immunity reaction au tunasema allergic activities ambazo zinakuwa zinafanyika kwenye mwili, mara nyingi ulimi unakuwa unazionyesha. Lakini pia ukiwa na magonjwa yale ya damu tumesema, tumesema pia magonjwa ya kisukari, lakini pia na HIV Hivi vitu vyote waga ulimi unaweza ukaonyesha, au kwa dalili ambazo zinaweza zikaonekana kwenye ulimi, manake moja kwa moja zinaweza zika zikaonyesha uh, kwa hiyo kama tulivyozungumzia kuhusiana na tumezungumzia kuhusiana na kazi za ulimi, tumezungumza kuhusiana na uh, structure au tunasema anatomy au maumbile ya ulimi. Uh, lakini pia tumezungumzia uh, viashiria vya kimwili ambao vinakuwa vinaonyeshwa na ulimi. Sasa kuna vitu mbalimbali mbali, au tunasema kwamba uh, kuna mabadiliko kuna vyakula mbalimbali mbali, lakini pia na vitu ambao vinaweza vikaathiri ulimi. Kwa hiyo ulimi unaweza kuathirika au unaweza kupata maambukizi na magonjwa kupitia vitu hivi ambavyo tunaenda kuvizungumza sasa hivi. Kwa hiyo kama tulivyosema kwamba uh, kuna vitu mbalimbali mbali, au tunasema vi, vi, vishawishi au tunaita causative agent ambazo zinaweza zikapeleka magonjwa au vikaathiri ulimi au ikapelekea uka binadamu akapata magonjwa ya ulimi, na magonjwa ya ulimi ni mengi sana. Kuna magonjwa ya saratani ya ulimi, uh, kitaalamu tunaita kansa lakini pia kuna muvimbe unaweza ukatokea kwenye ulimi, lakini pia kuna vidonda, lakini pia ulimi unaweza ukavuja damu. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali mbali ambazo vinaweza vikaathiri vika ulimi ko. Kitu cha kwanza kabisa ambacho tunasema au vyakula au vitu ambavyo vinaweza vikaingia kwenye uh, sehemu ya kinywa vikaweza kuathiri ulimi, kitu cha kwanza ni, ni tumbako au kitaalamu wanaita tobako. Kwa hiyo kwa wale ambao wanapenda kutafuna au matumizi ya sigara kwa kiasi kikubwa sana yanaathiri ulimi. Lakini pia kuna tunasema kwamba kutokuwa uh, na usafi mzuri wa kinywa au kitaalam tunaita poor oral hygiene. Kwa kiasi kikubwa sana tunasema kwamba uh, mtu ambaye apigi mswaki vizuri, anaweza kupata maambukizi katika ulimi wake. Lakini pia tunasema kwamba matumizi ya pombe au unywaji wa pombe sana A, kuna wale wapenzi wa unywaji wa pombe. Mara nyingi ukiwa unatumia una, una pombe kwa mara kwa mara unaweza pia ukapata maambukizi au ukapata magonjwa ambayo tayari moja kwa moja yanaweza yakaathiri ulimi, lakini pia kwa namna nyingine unaweza ukawa, a, madini yako ya mwili yameshuka, kitaalamu tunaita deficiency of minerals, au madini yanavyokuwa yameshuka katika kiwango kikubwa kwenye mwili pia unaweza ukaathirika inawezekana ukawa vitamin B12 yako imeshuka madini haya ni yameshuka lakini pia kuna folic acid hivi vitu vyote ni muhimu sana kwenye mwili wa mwanadamu kwa vinavyoshuka kwenye mwili wa mwanadamu vinaweza vikaleta athari moja kwa moja katika sehemu ya ulimi kama tulivyosema kwamba kuna hiyo hiyo ambayo tumezungumzia ambayo ni nutrition deficiency Nutrition deficient tumesema kwamba ni vyakula au diet hivi vinavyokuwa vinashuka kwenye mwili uh, vinaweza vikaathiri ulimi moja kwa moja. Tumetaja folic acid, tumetaja iron, lakini pia tumezungumza kuhusiana na vitamin B12 au vitamin B12. Lakini pia kitu kingine ni stress. Uh, ukiwa umepata unapata stress unakuwa emotional negative, mara nyingi unaweza ukapata athari za moja kwa moja kwenye kwenye ulimi. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya kwa haraka haraka ambao moja kwa moja au ukivipata vinaweza vikapelekea magonjwa au vinaweza vikaathiri ulimi. Kwa hiyo tumesema, uh, ukiwa una nutrition deficient au tunasema kwamba madini ya mwili yakiwa yameshuka unaweza ukapata athari za ulimi. Lakini pia unywaji wa pombe tumesema kwamba, uh, even hii inaweza pia ikaathiri ulimi. Tumesema uvutaji wa sigara. Lakini pia tumetaja stressi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo kwa pamoja au kwa haraka haraka, mara nyingi vikiwa vimevamia au vime vimeingia vime, vime, vime, vime, vime kwenye mwili wako, mara nyingi vinaweza vikaathiri vika ulimi. Sasa twende tukaone uh, katika hivi vitu vyote ambavyo tumetaja uh, au hizi causative agent twende tukaone kwamba vinaweza vinaweza vina vikasababisha magonjwa gani katika ulimi. Kwa hiyo katika magonjwa ambayo tumeyataja, gonjwa lingine kubwa ambalo linaweza kutokea kwenye ulimi mara nyingi tunasema kwamba ni saratani, na kitaalamu hii tunaita ni squamous cell carcinoma. Kwa hiyo nao hii pia mara nyingi inasababishwa na uvutaji wa sigara, lakini pia ukiwa tunasema kwamba madini yako ya mwili yameshuka, lakini pia ukiwa pia una, tunasema kwamba uh, ukiwa unatumia dawa za ku za kansa za, za, za pia zile tunaita kitaalamu tunaita steroid. Ukiwa unazitumia zile kwa muda mrefu, mara nyingi unaweza ukapata kansa za kinywa. Mgonjwa uh, mwingine ambayo tumesema kwamba ni, ni ni haya ambayo yanatokana na immunity reactions, ambayo hii kitaalamu tunasema ni vidonda kwenye sehemu za ulimi ambao kitaalamu tunaita abscesses. Hii pia inaweza ikasababisha au tunasema ikawa ni ikaathiri ulimi. Kwa hiyo haya magonjwa kiukweli, yame ya mara nyingi kwa sisi ambao tumesoma, tumeyasoma kwa kwa lugha za Kiingereza. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana kuyatafsiri kwa lugha za Kiswahili. Kwa hiyo nitaomba niyataje tu kwa haraka haraka ili nafikiri itawasaidia kwa nyie na wale ambao wanakuwa wanafuatilia vipindi vyetu vya Royal. Kwa hiyo kuna ugonjwa ambao tumesema kwamba kuna oral candidiasis, tumesema kwamba kuna geographical tongue, kuna squamous cell carcinoma, lakini pia tumesema kuna angular cheilitis, lakini pia tumesema hizo atrophic glossitis tumesema. Nashukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika channel yetu ya Royal Polyclinic. Usisahau pia kubonyeza alama ya kengele ili kupata notification ya vipindi vijavyo.